Kutafuta ujauzito bila mafanikio kwa wanandoa, haina maana ya kwamba mwanaume ni tasa na mwanamke ni tasa. La hasha, bali kuna changamoto fulani kwenye uzazi zinazozuia ujauzito kuweza kutungishwa. Huenda mfumo wa uzazi wa mwanaume, uzalishaji wa mbegu ni hafifu na hauko sawa, au kwa mwanamke, yawezekana mwanamke ana baadhi ya homoni haziko sawa, zinahitaji kuimarishwa, au ana maambukizi sugu, au kizazi kisiko sawa, au mirija imeziba. Kuondokana na changamoto hiyo, leo siku ya Jumatatu, tarehe moja mwezi wa 12 tunaanza challenge ya kuimarisha mfumo wa uzazi wa mwanamke na mfumo wa uzazi wa mwanaume kwa kutumia package ya CPE Natura-Ceutical. Hii ni package ambayo inaenda kuboresha mfumo wa uzazi wa mwanaume na mfumo wa uzazi wa mwanamke, ni ambapo hii package itakuwa na bidhaa kuu za aina mbili na bidhaa hizi zinakuwa ni Super Omega na CPE Natura-Ceutical. Package nzima inaitwa hivyo uh, tutatumia kidonge kimoja kila siku cha CPE Natura-Ceutical na kidonge kimoja cha Super omega kila siku asubuhi. Lengo ni kuimarisha uzalishaji wa mbegu, uzalishaji wa homoni ziwe sawa, uzalishaji wa mbegu uwe sawa, na kuhakikisha mwanamke anashika ujauzito na mbegu zina uwezo wa kutungisha mimba. Tutafanya kwa siku 30 lakini unatakiwa uzitumie kwa miezi mitatu mfululizo. Kupata tiba hizi nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo chini. Lakini pia wiki hii tumeanza kufundisha mwongozo wa lishe wa kuimarisha uzazi wa mwanamke na uzazi wa mwanaume, na tunafundisha mwongozo wa lishe bure. Ili kujiunga, komenti neno niunge.